Mara ya kwanza eh, katika eh, kwa nchi yetu na Afrika Mashariki na Kati, tunatoa matibabu mapya ambayo yanaitwa kwa jina la kitaalamu renal denervation therapy au matibabu ya kutibu shinikizo la damu kwa kuchoma eh, mishipa ya fahamu inayopeleka damu kwenye ateri za figo, kwa sababu hii mishipa ya fahamu ya ateri za kwenye figo ndio inayochangia hizi pressure za juu sana na watu waliotibiwa kwa uh, mashini hii ambayo inaitwa radio frequency ultrasound, ambayo ina, inachoma hiyo mishipa inasababisha ile presha ambayo iko ya juu sana kushuka, na wakiendelea na dawa wanaendelea vizuri sana, na hii inawapunguzia wagonjwa wasipate kiharusi, wasipate magonjwa ya figo au figo kutofanya kazi vizuri. Matibabu haya ni ya gharama sana. Mgonjwa mmoja anaweza kugharimu karibu milioni ishirini na mbili. Leo tutafanya wagonjwa saba, na tunamshukuru Mheshimiwa Rais D Samia Suluhu Hassan kwa kutoa hela zote za kuwatibu hawa wagonjwa ambao watafanyiwa hapa, na matibabu haya yatakuwa sasa ni ya kudumu, kwa sababu tunashirikiana na wenzetu kutoka Misri, madaktari kutoka Misri ambao leo watatumia kuwafundisha

I want to thank uh, Dr. Peter Kasingia and Dr. Wani and Dr. Kozema and of course all the team for making this dream come true. Hii taasisi ya Jakaya Kikwete ni taasisi ya kwanza baada ya Tanzania ambapo inaleta hii matibabu ya figo tunaita renal denervation. Huenda tunapitia tuna kwenye njia ya figo tunaenda kupunguza tunaita nerve bundles. Zile nerve bundles ambapo ni mishipa ambapo zina control pressure zetu kwenye miili zetu na ukikuwa na pressure juu kama hiyo, ndio tunajua kwamba zinatokea kwenye figo so, tunaenda kule kwenye figo za upande wa kushoto na kulia, naweka ile catheter catheter ambayo inaitwa spiral catheter. Hiki ina ina electrodes hapo, hizi zinatoa umeme, hizi inatoa umeme na inaweza kunguza zile sehemu ambapo ina control zile pressure, ili pressure hii shuke chini, ili tupunguze zile madawa za wagonjwa ambao wako zaidi ya dawa kumi tunaweza kumwisho wa siku mgonjwa akitibiwa anaweza kuenda na dawa mbili tu nyumbani. Na kama iliyoelekeza kwamba hii procedure ni very safe na outcomes za procedure ni nzuri, na sasa hivi utafiti duniani imefanikiwa na hii procedure ambapo inaitwa spinal hii ni simplicity 3. Nashukuru serikali ya Tanzania kwa kujali afya za watu wake. Hapa ndio naenda kufanya zoezi. Hii shida ugonjwa huu wa uh, presha nimekaa nao muda mrefu toka elfu mbili na kumi na moja sasa ninafanya dialisis lakini kwa sasa ndio nashukuru mungu kwamba nimepata hii angalao utanipunguzia haya matatizo nilionayo kwa maana hiyo nimeomba mungu inapokwenda kufanya hili zoezi anijalie niende salama na mwisho nitoke